Tumemwona Maipopo namna ambavyo amefanya vizuri kwenye movie iliyopita na sasa amekuja na kitu kingine ambacho kama ah, naweza nikasema ameigiza uhalisia. Ukimwangalia utahisi kabisa ni kama yani walishawahi kuwa wake kabisa. Kwa hiyo naweza nikasema namna gani anaigiza, anai maisha yale, yani ambayo ni halisi. Unaangalia toka pale mwanzo, wapo kucheza drafti, eh bosi pale anakuja anamwambia, bwana, namtafuta huyu mtu, na ameonyesha na na namna gani ambavyo watu wanaisha, anamwambia huyu, um, ni dada yangu mimi, sio mke wangu. Lakini yote haya ni sababu ya maisha. Kwa wakati mwingine maisha yanaweza kukusababisha ufikirie vitu ambavyo si vinaweza vikakuletea madhara makubwa tu. Tuangalie hii movie lakini tuwe tunajifunza namna gani unapofanya jambo, hebu fanya jambo ambalo linaweza ikawa zuri hata baadaye, usije ukaanza ni namna gani Mwaipopo akafikiria watu wanafanya vitu ambavyo baadaye vinaanza kuwaletea shida, wenyewe wameuza familia zao. Mwipopo anaonyesha namna gani unaweza ukamuuza mke wako kwa kutokuwa na fikra ambazo zinaweza ikasababisha baadaye ukafikiria kwamba huenda mimi nilikosea, au mimi ndio chanzo sasa hii ni mojawapo ya filamu ambazo zinakufanya wewe uelewe kwamba lengo la maipopo lilikuwa ni nini. Lengo la maipopo nadhani utalielewa tu kwamba lengo huko baadaye, kwa sababu hii movie ni ndefu, nadhani itakuwa na vipande vingi ambavyo vitakuwa vinaendelea, kwa sababu kwa namna ambavyo imeanza, inaonyesha kwamba itakuwa ni movie ambayo itakuwa na visa vingi, kwa sababu tunaona kule kwa yule bwana ambaye mke wake anafanya biashara, anarudi muda wote anaotaka, na mume wake anamwambia mimi nataka ni wewe mwanamke mwingine. Sasa imagine jamaa hapati huduma za kindoa kama familia, anaanza kufikiria kwamba basi nifanye na mimi nioe mke mwingine. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ameshindwa kwamba akawa mke wake anakuwa ana, ana, ana, ana, ana, ana naye muda wote na huenda anaona kwamba sasa kama huyu mwanamke ninaye na hawezi akanipa huduma zingine itakuweje? Kwa naweza nikasema namna, kwenye hii movie inavyoenda, ukiangalia juu maana anampa ushauri kwamba bwana, wewe oa oh, tu na mwanamke asikuendeshe. Kuna vitu vingi ambavyo vipo kwenye hii movie. Unaona Maipopo pale anaenda nyumbani kwake ambako huko nyumbani kwake anamkuta mke wake, anamwambia dada, habari ya yani dada hake sasa hivi. Yaani dada yake ambaye ni mke wake sasa anamwambia dada, habari ya kwako. Kwa ni namna gani ambavyo Maipopo anataka fedha akiwa anataka kabisa fedha kwa hali na ugumu na, na na uvumba ili ku sababisha kwamba amuuze mke wake eh? Sasa hivi kweli fikiria, mke wake atakapoenda kwa yule bwana wakaanza mahusiano na mke wake akafikiria maisha ambayo waliishi na Mwaipopo hapo nyuma eh? Yale maisha ambayo ya yalikuwa siyo ya kupata pesa yalikuwa ni maisha magumu. Kweli atarudi kwake, itakweje? Endelea kutazama filamu hii, na pia endelea kusubscribe channel hii ya Digital Maarifa ili uendelee kupata vitu mbalimbali ambavyo vitaendelea kukufundisha na kuendelea kujua ulimwengu wa digitali unaendeje. Hapa ni mahali pekee ambapo kitu kizuri chochote ni lazima takuletea, ili uweze kujifunza zaidi na uweze kujua kwamba ulimwengu unaenda wapi na namna gani watu wanafanya vitu ambavyo vinaweza vikawa bomba zaidi, na maisha yako ukayajua kabisa kwamba kumbe